Naam, karibu tena mtazamaji. Mwezi huu wa Septemba Kenya inapojiunga na mataifa mengine kutoa hamasa kuhusu afya ya akili, idadi ya vijana wanaojiua na wale wanaonusurika kutokana na kitendo hicho bado iko juu Busia. Wanasaikolojia na, wana na wataalamu wa masuala ya msongo wa mawazo na afya ya akili Busia wanaonya dhidi ya unyanyapaa na ubaguzi wa watu wanaokumbwa na msongo wa mawazo ili kupunguza idadi ya vifo.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 Wafanyabiashara wa kuvuka mpaka wamekiri kuwa wengi wao hukumbwa na msongo wa mawazo kutokana na changamoto za biashara mpakani. hey, imefanya hata wamama wengine wamepotea, Sofia, kwa sababu ya vitu kama hizo. Juu sasa unadaiwa na hauna venye, venye, venye utalipa hiyo pesa hauna, inabidi sasa utoroke kwa nchi jirani. Kishatoroka huko unaanza kuchemushia wanawake wenzako chang'aa, unakunywa huko, unapotelea huko wakati unavuka mpaka lazima uwe unafanya biashara na mtu mwingine tofauti katika nchi nyingine, na saa zingine tunakosa uaminifu kutoka kwa ule mtu unanunua bidhaa kutoka kwa nchi nyingine. Wanasaikolojia na wadau katika sekta ya kupambana na mihadarati wamesema kuwa ipo haja ya jamii kutambua mapema dalili za msongo wa mawazo na hatua za haraka kuchukuliwa kuhakikisha visa vya kujitia kitanzi vinapungua. Unapoona mtu ambaye kila wakati anasema anataka kujiumiza, anataka kutoweka, ama siku moja mtaniona hapa, hicho e, ni ashiria ya kwamba anapanga kujiua. E, kuna mambo kama kwa mfano e, mtu ananunua kamba ama mtu ananunua sumu na wazazi wa manusura wametoa wito kwa walezi wenzao kuwa karibu na wana wao, haswa wakati wanapokumbwa na msongo wa mawazo na kuwapa ushauri na saha. Emu yake ilikuwa kitu inamwambia, toa socks, na hizo socks zenye umevaa sinaweza tengeneza kamba utoe utengeneze kamba na ujihangi kwa icho hapa juu, hiyo tu ndio suluhisho, heri ukufe utoke kwa hii dunia na hakuna mtu anakupenda huku, hayo ya kijiri. Wadau wa afya hapa nchini wamesema kuwa wanaoathiriwa na matatizo ya akili wametelekezwa na wanateseka kutokana na itikadi potovu. Wito sasa umetolewa kwa wakazi kuwa makini na kutoa ushauri nasaha kwa wale walioathirika na msongo wa mawazo ili kupunguza visa vya kujitoa uhai. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia. Tuzumaji.